Serikali ya Rwanda imetangaza kwamba ipo katika mazungumzo ya awali na serikali ya rais Donald Trump kuhusu kuwapeleka nchini Rwanda wahalifu waliokamilisha adhabu zao magerezani nchini Marekani. Kauli hii imezua maoni mseto nchini Rwanda, baadhi wakihoji inakuwaje kuwapeleka nchini humo watu wenye historia ya uhalifu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi. Kauli hii imekaririwa na waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alipokuwa akizungumza na televisheni ya taifa nchini Rwanda. Amesema kwamba hadi sasa ni kweli kwamba mazungumzo hayo yanaendelea kati ya pande mbili, lakini hakutaka kufunua zaidi. Ni kweli tunaendelea na mazungumzo na Marekani. Nadhani hata hapo awali tulikuwa na mazungumzo kama haya na Uingereza. Hili si jambo jipya kwetu sisi, lakini pia kama unavyojua, sisi tumekuwa na historia ya kuwapokea hapa wahamiaji kutoka nchi mbalimbali mbali, ikiwemo Libya. Ni katika muktadha huo mzima wa kutoa bahati nyingine kwa wahamiaji wenye matatizo katika sehemu nyingine za dunia. Tunaendelea na mazungumzo na Marekani na bado mchakato huu haujakamilika, kiasi kwamba mazungumzo yataisha hivi karibuni. Nathibitisha kuwa mazungumzo haya yanaendelea. Mkataba huu unatarajiwa kusainiwa mjini Washington baadaye mwezi Juni mwaka huu, wakati wa zoezi zima la kusaini mkataba wa amani katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Kauli hii ilithibitishwa pia na mshauri wa rais Donald Trump kuhusu Afrika, Masadi Bolos, mjini Doha wiki iliyopita. Tutakaposaini mkataba wa amani na madini na Congo, kutakuwa pia na mikataba mingine tofauti tutakayosaini na Rwanda, alisema Bolos mjini Doha. Hata hivyo kauli hii imepokelewa kwa hisia mseto na baadhi ya wananchi nchini Rwanda kutokana na kile wanachosema ni historia mbaya ya wahamiaji hawa kutoka Marekani inayoweza kusababisha matatizo kwa usalama wa Rwanda kama inavyobainishwa na Jean Paul Niyonagira na Harriet Musanabera bera wakazi wa Kigali. Mimi binafsi ninaona swala hili ni hatari. Tukumbuke kwamba hao watu kutoka nchini Marekani ni watu ambao wameshindwana na serikali ya Marekani. Wamefanya uharifu wa hali ya juu wanapoweza kufika hapa nchini tunaweza tusipata amani kama wananchi wa Rwanda. Kwanza kabisa ikumbuke kwamba Rwanda ina, ina ushirikiano na Marekani kwa namna moja ama nyingine. Rwanda imekuwa uh, katika shinikizo la kimataifa kutokana na mgogoro wa Kongo. Kwa hiyo serikali ya Rwanda kuingia kwenye mkataba huu na serikali ya Marekani kwa namna mmoja ama nyingine itakuwa ni fursa kwa serikali ya Rwanda kupata sapoti kutoka Marekani. Wiki iliyopita pia wizara ya masuala ya kigeni ya Marekani ilinukuliwa na gazeti la Washington Post ikisema kwamba hatua hii imo katika mpango mpana na wa muda mrefu wa kuwatafutia nchi ya tatu watu ambao kwa sasa wanaishi Marekani kinyume cha sheria. Rwanda imewahi kuwa na mkataba wa namna hii na Uingereza, na ambao ulionekana kufikia hatua za mwisho mwisho kutekelezwa hadi ulipoharibika kabisa baada ya kuingia madarakani waziri mkuu wa sasa wa Uingereza Keir Starmer. Silvanus Kalemera, DW